Haya, karibuni tena kwenye uchambuzi wetu. Mara ya mwisho tuliangazia aya ya tatu, pale ambapo Mungu anasema nuru iwe na ikawa. Leo tunasonga mbele kidogo, tunaingia kwenye aya nne na ya tano. Hapa tutaona vitendo muhimu sana: kuona, kutenganisha na hatimaye kutaja majina. Sawa, hebi tuanze na swali hili la msingi. Nataka na iwe wazi huu uchambuzi wetu ni wa kilugha, hatujadili teolojia bali tunaangalia maneno yenyewe katika lugha ya asili ya Kiebrania. Lengo letu ni kujaribu kuelewa ni nini hasa kinapotea pale tafsiri inapofanyika. Sawa, hii hapa ndiyo aya ya nne katika lugha yake halisi, inasomeka hivi: vayar Elohim et haor kitov vayavdal Elohim ben haor uven hachoshekh. Najua inasikika kama lugha ngeni lakini ebu tuivunje vunje, neno kwa neno. Neno la kwanza muhimu hapa ni vyar, ambalo linamaanisha na akaona. Mzizi wa neno hili ni raa. Hili ni neno la kawaida sana kwenye maandiko ya Kiebrania, lakini unajua lina maana pana na yakina sana kuliko kuona tu. Kwa hiyo maandishi yanaposema Mungu akaona nuru, haimaanishi alitazama tu kwa macho. Hapana. Hii ni kusema alitathmini, alipima, alichunguza na akaelewa. Hiki ni kitendo cha tathmini na ni sehemu ya mdundo tutakaoendelea kuona katika uumbaji. Baada ya kuona, maandishi yanasema kitov, yani kwamba ilikuwa njema. Neno la msingi hapa ni tov, neno lenye maana ya njema au zuri. Na uzuri wa neno tov ni kwamba lina maana pana sana. Linaweza kumaanisha kitu ni kizuri kimaadili, kinafanya kazi vizuri, kinapendeza, au hata kinafaa. Yaani nuru ilikuwa tov, ilitimiza kusudi lake kikamilifu. Nafitiria neno hili bado linatumika sana leo. Ukisema bokar tov kwa Kiebrania, unamaanisha asubuhi njema. Sawa, baada ya kuona na kutathmini kitendo kinachofuata ni vayavdel, yani na akatenganisha. Mzizi wake ni badal, kitendo cha kuweka mpaka, cha kutofautisha. Sasa badal sio tu kutenganisha vitu kimwili, ni kitendo cha msingi cha kuleta utaratibu. Ni kama kupanga vitu kwenye makundi yake, kuweka tofauti kati ya nuru na giza, kati ya kitakatifu na cha kawaida ni kuweka kila kitu mahali pake. Na bila shaka, kile kilichotenganishwa na nuru ni choshek. Hili ndilo neno la Kiebrania kwa giza. Katika mkutano huu wa mwanzo, linamaanisha giza halisi la kimaumbile. Basi hebu tuingie sasa kwenye aya ya tano. Mchakato unaendelea. Baada ya kutenganisha, tunafika kwenye hatua inayofuata ambayo ni muhimu sana Kitendo cha kutaja majina. Kitenzi tunachokiona hapa ni vaikara, yaani na akaita, kinatokana na mzizi kara. Hili sio neno la kawaida tu, ni neno linalobeba uzito wa kuanzisha utambulisho na mamlaka. Unajua, katika fikra za kale za Kiebrania, kutaja kitu jina hakukuwa tu kukipa lebo, ilikuwa ni kitendo cha mamlaka ilikuwa ni kufafanua asili yake, kazi yake na kusudi lake katika ulimwengu. Na matokeo ya kitendo hiki cha kutaja majina ni maneno haya mawili tunayoyajua sote: Yom ambalo ni neno la mchana au siku, na Laila, neno la usiku. Hivyo Mungu anaunda mzunguko kwa kuvipa vitu hivi majina na utambulisho. Kwa hiyo tunaanza kuona muundo unajitokeza waziwazi wazi, kama mdundo fulani hivi. Kwanza, Mungu anatenganisha vayavdel. Pili, anatathmini vayarki tovu. Na tatu, anataja jina vaikra. Huu mdundo utaendelea kujirudia. Na sasa tunafika kwenye sehemu ya mwisho ya aya hii. Sehemu ambayo kwa kweli ndiyo kiini cha uchambuzi wetu wa leo. Hapa kuna dokezo la kilugha ambalo mara nyingi sana halizingatiwi kwenye tafsiri. Kifungu hiki kinataja erev. Yaani jioni na voke, yani asubuhi. Pamoja, sehemu hizi mbili zinaunda mzunguko kamili wa siku. Erev ni ule wakati wa mpito kuelekea gizani na voka ni wakati nuru inarudi tena. Basi hapa ndipo swali kubwa linapokuja. Je, maandishi yanasema nini hasa? Yanasema siku moja au yanasema siku ya kwanza? Inaweza kuonekana kama tofauti ndogo, lakini kimantiki ina maana kubwa sana. Sasa hebu tuangalie lugha yenyewe kwa makini. Neno ambalo maandishi yanatumia ni ehad. Ehad ni namba moja ya kawaida, kama unavyo hesabu moja, mbili, tatu. Kama mwandishi angetaka kusema ya kwanza katika mfuatano, kama vile wa kwanza kwenye mstari angetumia neno tofauti kabisa rishon, lakini hakutumia rishon. Alitumia ehad, na hapa ndipo tunapata dokezo kuu. Kwa kutumia yom ehad, yani siku moja, maandishi hayasisitizi tu nafasi yake kama ya kwanza kwenye orodha, bali yanasisitiza ukamilifu wake. Ilikuwa ni siku moja, kitengo kimoja kizima cha umoja kilichoanzisha muundo na mdundo wa wakati wenyewe. Kwa hiyo tukijumulisha kila kitu, picha inakuwa wazi. Vitendo vyote, kuona, kutenganisha na kutaja jina, vinafikia kilele chake katika kukamilika kwa siku moja, kitengo cha kwanza kabisa cha wakati. Na jambo la kufurahisha ni kuona jinsi maneno haya ya kale kutoka mwanzo bado yako hai kabisa katika Kiebrania cha leo, watu bado wanatumia vioker karaa tov na ekad katika mazungumzo yao ya kila siku. Lugha hii ni hai kweli kweli. Basi, siku moja imekamilika. Katika uchambuzi wetu unaofuata, tutaingia siku ya pili na tutachunguza neno lingine la kuvutia sana, rakia, ambalo mara nyingi hutafsiriwa kama anga au upeo. Asante sana kwa kuwa pamoja nami katika safari hii ya lugha. Ikiwa umefurahia na kujifunza kitu kipya Tafadhali usisite kubonyeza like, kushiriki na rafiki yako na muhimu zaidi, jisajili ili usikose sehemu inayofuata. Haya basi, tutaonana tena wakati ujao.